Na mimi akuauko salama salmini popote ambapo unanitazama ukiwa karibu sana kwenye video yangu ama karibu sana kwenye show yangu ya Tomaso Senior Show. Tumekuwa tukijifunza mambo ambayo yanafanyika katika jamii zetu kila siku, tumekuwa tukijifunza kwa pamoja, ninakuwa ni jambo ambalo liko very encouraging. Kuna watu wamekuwa wame kiwatch wanakuniambia kwamba kwa kuna video zangu wamekupata kuguzwa nazo. Kuna watu ambao wamekuwa wakiniambia kwamba wamepata kusoma kitu kujifunza jambo fulani katika videos ambazo nimekuwa nikizifanya, na ninashukuru sana. Tuko hapa kujuzana ama tuko hapa kuelimishana ama pia tuko hapa kuweza kusaidiana ili kwamba tukaweze kufanya dunia ikapate kuwa mahali pazuri. It is good you leave the world a better place than you Found it. Na tuko hapo kwa minajili ya kupata kujuzana, tuko hapo kwa minajili ya kuweza kuelimishana, tuko hapo kwa minajili ya kuweza kusaidiana na kuweza kukuzana, ili ya kwamba maisha yakapate kukua bora. Kumbuka katika videos zangu, na kuwa ninazungumza kuhusu mambo ambayo yanafanyika ama yanatendeka katika jamii zetu kila siku, kila kuchao unakuta kwamba tuko katika ulimwengu na katika maisha haya ni society na katika society kuna watu ambao wako related to each other. We relate to each other daily. That is what I consider most in my videos. We look at things or we tackle at things that happen in our day to day life in our uh, society. Na ni vyema na shukuru kama ujaweza kusubscribe, na kuomba ukapate kusubscribe, ukapate kuweka ile notification bell ikapate kukaa on na utakapoweka ile notification bell ikapate kukaa on. Nitakapokuwa nikiweka video mpya, utakuwa basi unafahamishwa. Na utakapoona video yangu mpya, mtazamaji wangu ama shabiki wangu, usisite kukimbia pale kwenye YouTube, nukaweza kufungua ile video nukapata kuwatch. Na utakapoweza kuwatch, ni vizuri pia nikapate kusikia maoni yako juu ya video jinsi ilivyo. So una, unakimbia pale kwenye comment section, una comment ama unaeleza kuhusiana ile video ambayo umepata kuwatch na mimi nitakapoona ile komenti yako nitaweza kuirudisha, nitakuwa ni vyema sana. Tena zaidi, nataka tukapate kuangalia tena um, jinsi ambavyo unaweza ukajipatia muda wako ama mambo ambayo yanaweza kukufanya wewe ukapate kujisaidia, kuweza kujisaidia kujikuza wewe mwenyewe. Kumbuka huwa anasema kwamba kuna vitu ambavyo usipojifanyia wewe mtazamaji wangu hakuna yule ambaye ataweza kupata kukufanyia. Kuna mambo ambayo lazima wewe mwenyewe ukapate kushughulika, lazima wewe mwenyewe ukapate kushughulika na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na kila kitu kinakuwa kiko sawa, jinsi ambavyo inastahili kapate kukua. Na katika jinsi ya kujijenga wewe mwenyewe ama kuweza kujisaidia wewe mwenyewe, kujikuza wewe mwenyewe, unakuta kwamba jambo la kwanza You need to learn to have time for yourself. Ni vizuri mtazamaji, ukakuwa na muda wako wewe kivyako, unaweza kujianalize, unajiangalia jinsi ambavyo unaweza kujisharpen, jinsi ambavyo unaweza kujifanya ukaweze kukuwa mtu wa maana katika maisha haya. You find that you need to add value for yourself, na you can add value for yourself unapokuwa uko na muda wako wewe mwenyewe. Uja, unajua kuna watu hawezi kaa peke yao. They don't have time to spend on their own. Ama wakikaa peke yao wanasikia ni kwamba hawako sawa, they are not comfortable, they are not okay, so they have to look for companies, they need to look for somebody that they can stay together with, wakapata kukaa na wale watu, na unakuta kwamba mtazamaji, okay, ni vizuri hivi hivyo pia ukaweza kukaa na mtu, lakini pia mtazamaji, unakuta kwamba ni vizuri kama pewa wewe utakuwa na muda wako wewe mwenyewe ukaweza kujitengea muda wako unakuta kwamba katika masuala ya dini kuna kitu kinaitwa QT ama quiet time. Unakuta kwamba unakuwa ni wewe una spend time yako wewe peke yako na Mungu wako. Na hapo ndipo unakuta kwamba unajisearch ndani yako, unajiuliza maswali, unajianaliza, unajiangalia, unatafuta mumba wako. So ni vizuri pia unakuwa na time yako wewe mwenyewe, unafikiria jinsi ambapo maisha yako yatakuwa, unafikiria jinsi ambapo unataka uishi katika maisha haya, unafikiria jinsi ambavyo unaweza kujiboresha na kuweza kujiongezea value wewe mwenyewe. and Uh, it is good usikuu kwa available kila wakati, sababu unakuta kwamba familiarity breeds contempt, ama ile mazoeano inakujanga inaleta kitu kinaitwa madharau. Unakuta kwamba ukishazoeana na mtu sana, mtu akikuhitaji sana, unapatikana kila wakati sana, unakuta kwamba atakuja kukuzoea na kisha kuja kukuzoea itakuja kuleta kitu kinaitwa madharau, na si vizuri, mtazamaji mtu akikuja kudharau. So it is good unajificha, unajitenga, kwanza unajificha, unakaa mbali na watu, unakaa unakaa mbali na vitu vya entertainment, unakaa mbali na TV, redio, unakaa mbali na social media platforms, you don't post, you just have to look for yourself. Ukuta kwamba ni vizuri mwenyewe pia ukapata kujitafuta nukapate kujipata, so it is good to have that quiet time. Hapo ni po taweza kuangalia ni nini amba, ambacho unaweza ukajifunza ili kwamba kuweza kuboresha maisha yako yakapate kukua bora tena zaidi. So have time for yourself. Usisema kwamba uwezi ukakaa peke yako, don't think that kila wikend niweza kwenda kupati kuweza kwenda kufanya letonga kupiga sherehe kufanya sherehe ama kupiga sherehe kila wikend. No, it is good if you can just have time for yourself. Jitenge time yako tu, you can just treat yourself kwenda sehemu fulani kuweza kukaa pale, ili ya kwamba ukapate kujipatia muda wako wewe mwenyewe. You see the way we create time for things, unakuta kwamba kama mzazi una create time kwa ajili ya watoto wako, pia ni vizuri kwa wewe mwenyewe pia ukapate kujiangalia wewe mwenyewe, such that you you create time for yourself, you add value to yourself, wewe ukaweza kujiongezea thamani, wewe mwenyewe itakusaidia kupata kujijenga na kupata kujisaidia na kupata kukua mtu wa dhamana katika maisha haya. You can decide you need to have time for yourself. Let's say once a week, unasema kwamba kwa wiki mara moja nitakuwa ninajitengea muda wangu, unajikalisha, unapata kujiangalia maisha yako. You learn where you need to improve, you learn where you need to sharpen yourself, you need you need to learn where you're going to make things be able to to work for for you. you So it is good if you can learn to have that time for yourself. kama ni ni weekend moja unaamua tu nitajifungia. You You just decide decide that that that going going to to stay indoors. Unaka ndani ya nyumba unakuwa umejifungia pale. You, you decide that you're going to switch off your phone. Kama nisimoku, kamba, unaizima kabisa such that there there there's going to be no interference. Unakuta kwamba inakuwa ni wewe yako unajitafuta wewe Hoja ya pili ambayo pia nataka tukapate kuangalia ni kwa ajili ya masuala ya kupata kujijenga. Unafanya yani ile, ile kujikana ile, akili yako inakuwa ina, ina ni kwamba hizi kaamini, kuna vitu ambavyo akili yako inakuwa inakuelezea kwamba hii ni ngumu hi, pale, hauwezi ukafanya hii, hauwezi ukafika pale, hauwezi kufika kwenye level fulani ya maisha. Umezoea hali fulani ya maisha. Na mtazamaji, una, unaona kwamba, kwamba kama unakuwa umezoea, ume, ume zoea hali fulani ya maisha hmm? Kupata kuconvince akili yako kwamba maisha inaweza kubadilika inakuwa ni jambo ambalo linakuwa liko ngumu sana kuweza kuelezea akili yako ikapate kuamini hilo, na unakuta kwamba ni kama umezoea maisha ya shida, unakuta kwamba unaweza kuwa umezoea maisha ya shida, umezaliwa katika shida umeishi kwa shida, umezoea ya shida, mpaka shida imekujua. Mpaka ukijaribu mtu akijaribu kuambia kwamba maisha inaweza kubadilika, inakuwa ni ngumu sana kupata kumwamini. Kuna jamaa tukawa tuko na yeye, nikawa namweleza kwamba jinsi ambavyo life can change, akasema hapana, tumejaribu kubadilisha maisha lakini haijaweza kubadilika. Tumejaribu kuomba, tumejaribu kutafuta lakini haipatikani, muombe ajibiwi, tumejaribu kusonga lakini nimekuwa nikana kwamba hatupati kusonga sasa wacha maishi tupate jinsi sababu itapata kutupeleka. Wewe, you need to change that kind of, uh, view, that point of the way you are, the way you view things. Yani, mtazamo huo ama jinsi ambavyo una, unaangalia maisha kama yale ni vizuri. Kama utapata kubadilisha jinsi ambavyo unaangalia vitu vipo na unakuta kama, kama umezaliwa katika shida ukalelewa katika shida ukasoma katika shida unakuta kama kubadilisha mindset yako, sababu mind yako inakuwa imeadopt ile environment ya shida, such that hata uko na uoga. Unapoenda mahali ambapo kuna matajiri unakuwa uko na uoga. Unakuta kama umezaliwa katika maeneo ya Islam zile geto geto zile, unapoenda katika nyumba za matajiri unakuwa uko na ka uoga fulani, uko na fear fulani. Mpaka sasa unakuta kama kuna watu wanaamini kwamba kupata pesa ni jambo ambalo liko ngumu sana hmm? Sababu alielewa katika ile maisha ya shida, maisha ya uchochole na ile environment ambayo alikuwa ndani yake, ilikuwa hata wakiomba mzazi pesa hawezi wakapewa. Akiambia mzazi amnunulie kalamu, mzazi anamwambia hapana, hakuna pesa hmm? Kama ni school fees, mtoto anakuwa anatumwa nyumbani kila wakati, anakaa nyumbani kwa sababu ya school fees. Sasa yeye anagrowa akijua kwamba fedha ni ngumu kuweza kupatikana. Kama unaambia mtoto wako pesa zipandi kwa mti kila saa unashinda ukiombaomba pesa pesa, so mtoto, ni ngumu kupata. So unakuta kwamba mtoto anakuwa na ile mentality ya kwamba pesa ni ngumu kupata kupatikana. So ana grow anakuwa mtu mzima akijua kwamba fedha ama pesa ni ngumu kuweza kupatikana. So anakuwa na ile akili ile, hata ukimweleza kwamba anaweza akapata fedha kwa njia ya rahisi, ama kuna kitu ambacho anaweza akakifanya akapata njia, akapata njia ya fedha ama njia ya kufanikiwa kifedha kwanza ambao ni rahisi, anakuwa kona doubt. Ile doubt imeshaingia katika akili yake, ile doubt iko tayari katika moyo wake, ile doubt ishamuingia tayari katika mwisho wake. Na unakuta kwamba mzungu alisema kwamba human beings are resistant to change, ama mwanadamu kuweza kubadilika nakaa ni ngumu sana, sababu wanakuwa wanakataa, sababu unakuta kwamba ile doubt inakuwa imeweka mtu katika hali ya comfort zone, anakuwa katika comfort zone yake ukijaribu kumwambia kwamba akabadilishe mawazo yake, inakuwa ni ngumu kubadilisha mawazo yake, kwa sababu amezoea maisha ya shida, amezoea maisha ya kung'ang'ana, amezoea maisha ya kupambana na, kupigana na ku... yani, amezoea maisha ya kuhustle, eh. Maisha itabadilika aje sasa? Itakuwaje kubadilika? Nimegrow na hii shida. Baba yangu amegrow kwa hii shida. Baba yangu amegrow kwa hii shida. Sisi pia tumegrow kwa hii shida. Maisha haiwezi kubadilika. So unakuta kwamba when you create time for yourself, you are going to help yourself to clear your mind of doubts. So na utaweza aje kujisaidia kupata kusaidia kile kikapate kuamini. Unakuta kwamba learn to keep your mind off doubts and you need to stay positive kila wakati. So as you you keep your mind off doubts, you need also to avoid negative minded people. Yani kuna watu ambao wanaamini negative katika maisha yao. They speak negative, they confess negative, they see negative, they talk negative. So as you try to keep your mind off doubts, avoid negative minded people. Na wewe pia mwenyewe ni vizuri kupata kuweka akili yako ama kuondoa akili yako juu ambavyo juu ya mambo ambayo yako negative. Na start thinking positive, start confessing positive, na kutaka kwamba utakapo kukifikiria mambo ambayo yako positive. Unaweka mambo yako positive kwenye akili yako, yatengia katika moyo wako, na utakuki ukiongea mambo ambayo yako positive, na ukiendelea hivyo, na kutaka kwamba ata results za maisha yako. Eh? Results za vitu ambavyo utakukizifanya, itakuwa ni positive results. Ni vizuri kiona positive things. Don't be seeing negative things All the time. Be talking positive things, kila wakati. Be thinking positive. Sababu utambua kwamba jinsi ambavyo mwadamu anafikiria yuko hivyo ndivyo alivyo. Hmm? As a man thinketh, so is he. You are where you are today as a result of your thoughts. So jinsi ambavyo unafikiria, jinsi ambavyo umekuwa ukijiwazia wewe mwenyewe ndivyo hivyo jinsi, ndivyo, hivyo, jinsi ulivyo. So, mtazamaji, be thinking. Positive to keep your mind off doubts. Na huwa naambia watu kwamba ni vizuri pia ukiona akili yako inafikiria uh, negative kila wakati and you decide, kwa sababu you you decide decide unakuta kwamba kwamba you need to decide. Kwamba you to wewe mwenyewe ndio utakaye jiamulia want to be thinking positive so that you keep your mind off doubts. Kuna mahubiri ambayo yako mingi kwenye mitandao. So it it is is good good you identify identify that preacher. It is good identify those preachers ambao mbo mahubiri yao yanakuwa na kuguza Those preachers whose preachings are encouraging. Aan yani, inajenga akili yako, inaondoa mind yako of doubts, inasaidia akili yako kuondoa doubts ama kukua na mashaka katika mawazo yako, wanakusaidia sababu. So wale wahubiri wale, wako nasikiza messages zao, skiza tapes zao, download ile mahubiri yao, ama download ile mafunzo yao, ukapate kuwa ukiwasikiliza kila wakati. Anytime you get free time unakuwa unawasikiliza ama when you get that quiet time unapokuwa unajitenga, ukapate kuwa na muda wako wewe peke yako, sikiza wahubiri kama wale. Na pia siku hizi kuna wale motivational speakers ambao they talk, uh, positive things, they talk to encourage people. Ni vizuri pia ukaweza ukawa identify, kama uwejui, just go to YouTube ukapate kwa search, motivational speakers ama motivational talks ama encouraging talks. Ukitoka hapo search itakuletea mambo kama yale ama mazungumzo kama yale, then unaweza ukasikiliza wale watu na unakuta kwamba watapata kukusaidia kupata kujenga akili yako na kupata kujenga mawazo yako. Remember, you cannot change anything until you change your mind, ama hakuna kitu ambacho kinaweza kikabadilika katika maisha yako hadi pale ambapo utakapoanza kwa kubadilisha mawazo yako, sababu unakuta kwamba ukibadilisha mawazo yako, once you change your Thoughts. Once we change your mindset, kile kitu ambacho kilikuwa ni ngumu kupata kupatikana katika maisha yako, sababu ya kufikiria ni ngumu, utakapokuwa umebadilisha mawazo yako itakuwa ni rahisi sababu As your mind seeth, jinsi ambavyo akili yako inapata kuona ni jinsi ambavyo itakapata kukua Kapate kuangalia pia ni unakuta kwamba you you need need to to to read read books books to keep your mind active. you kuna library katika nyumba yako, tofauti kubwa sana katikati ya matajiri na wale ambao katika tabaka la chini la kimaisha, sababu I've been able to interact myself with, uh, these rich hmm? I've interacted myself with with the rich Nime interact na the rich. The rich, rich. people I've interacted the the the na na na na maisha maisha. class. Eh? class katika maisha. You see my viewer? Every level ya maisha iko na klasi yake, so kuna klasi ya the rich na klasi ya the poor, na mali ambapo <laughs> kuna the rich. Anywhere you see the rich, the poor also anakwanga tu ako hapo kando, hapo kando kando yao akwanga tu hapo <laughs> kando tu hapo, so ni me interact na the rich. Now one thing nilipata kugundua about the rich ni kwamba you see these rich people wako na library katika nyumba zao Ameenda kwa nyumba yote ya mtu ambaye ni tajiri, mtu ambaye amebarikiwa na mihela eh? Akona bonge la pesa, akona misuli, akona financial muscle, amejenga ana ki masuli yake imeshiba eh, imeshiba kipesa. Lakini so hao watu wanakuwa wako na vitabu katika nyumba zao, so ni vizuri pia na wewe ukaanza kujifunza kupata kusoma vitabu . Uwa inasemekana kwamba wa utajiri umefichwa katika vitabu, lakini shida ni kwamba Wakenya ama watu hawapendi kusoma, watu hawapendi kusoma vitabu, na utajiri unakua umefichwa katika vitabu vile. Mtazamaji wangu, kuna kitabu nilikuwa nimesoma mambo na finances na investments, na cha ajabu na na ni kwamba kwenye kile kitabu nilipata kuna huyo ambaye ni rais wa Amerika saa hizi, the USA president saa hizi ambaye anaitwa Donald Trump, ako kwenye kile kitabu pia. Kwenye kile kitabu nimepata kusoma habari za Mike Tyson eh. <laughs> Nilipata na kwenye kile kitabu na habari za Mike Tyson yule ambaye alikuwa ni bondia, alikuwa ni boxer, kafanya mchezo wa boxing katika kile kitabu. Na ni kitabu ya miaka zamani, miaka miaka mingi imepita, ni kitabu kitabu kilikuwa published kitabu sana na kile kitabu kimeandikwa mambo ya fedha, jinsi ya kutajirika katika maisha haya. So ni vizuri na wewe mtazamaji, kama unataka kupata kujisaidia katika maisha yako, kupata kujisaidia, kujijenga, kupata kujikuza wewe mwenyewe, kumbuka nimekuambia kwamba kuna vitu ambavyo usipojifanyia hakuna yule ambaye atakuja kukufanyia. There some kind of knowledge au utaipata mahali popote, inakuwa ni siri yako na ile siri iko kwenye vitabu. Utakaposoma vile vitabu, utapata kugundua kwamba kuna ile siri ambayo ipo. Mtazamaji, matajiri kuna siri ambayo wanaijua, kuna siri ambayo wanajua. Matajiri wanajua, na we ambaye ama yule ambaye ako chini kimaisha, yule ambayo katika hali ya uchochole haijui. Na ile siri utakapoijua, utapata ku dig deep down the books when you read books, itakuwa ni vizuri sana So it is good kama unaweza kuwa na library ya vitabu kwenye jumba yako. Kuwa na ka shelf ka vitabu pale, unakuwa na visoma, utapata kuwa ni vizuri sana. So there is a lot of treasure that is hidden in reading books. Kuna elimu ingine utafunzwa shuleni au utafunzwa na mwalimu. Hakuna yule ambaye atapata kukufunza. You will only learn this treasure by reading books. So ningependa kuku encourage kwamba ukapate kuwa ukisoma vitabu katika maisha yako na katika nyumba yako just have a library. Hata kama una vitabu ni vizuri, omba marafiki zako vitabu. They have got books. Siku hizi kuna groups za WhatsApp za kuweza kutumiana vitabu zile ambavyo ziko katika PDF format hmm? Ingia kwenye zile groups. Mkapati kubadilishana vitabu. Talk to your friends uniazime kitabu kwa for books. Hata kama utakosa vitabu sikuzu, kwa kuna mitaani, kuna vitabu vingi sana, like sana, mia tatu mia, mia, mia mbili mia mbili hamsini na vitabu hata zinauzwa mia moja. Ukiangalia ni kitabu ambacho kiko na kitu ambacho hautapata kufunzwa mahali popote na mtu yeyote until you read that book. Hapo ndipo utapata kujua yale ambayo yamejificha katika maisha haya. Kumbuka, nimekwambia kwamba matajiri wako na siri fulani ambao masikini hawajui. Sababu unakuta kwamba matajiri wanapenda kusoma vitabu, nao masikini hata wanaga time ya vitabu, they don't have that time for books. Natakwambia kwamba Time, but time is created. Only dakika 30 peke yake ya kuweza kusoma vitabu, ila kama maisha yako yapate kujengeka na maisha yako yapate kubadilika, so it is good, ya kupata kusoma vitabu great time to be reading books. Nitakuwa ni vyema sana katika maisha yako. Nitakuletea continuation mambo kama haya, nitakupatia hoja zingine. Kumbuka hata sijazisema zote, sijasema hoja zote, kuna mambo ambayo bado sijazungumzia, lakini nitakapofuatilia video yangu next, ama video zangu zitakapofuatia, ama video zangu zinazofuatia ntapata kuzungumzia mambo mengine, ama tutapata kujadili mambo mengine. Wacha nikuwache na hayo kwa sasa. Nimefika tamati mwa video yangu ya siku ya leo. Kama ujaweza kusubscribe, ni support kwa kuweza kusubscribe kwenye channel yangu, na nitakapoweza kuweka video mpya, utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuwatch. Utakapoweza kuwatch, utakuwa ni vizuri sana. Unaweza ukashia link ya ile video na marafiki zako na contacts zako. Karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Thank you.